Mkutano wa dharura na Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu. Rais wa Marekani Donald Trump alidai kwa mshangao kwamba Washington inakaribia kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na Tehran mara ya kwanza tangu mwaka. Trump hakutoa maelezo zaidi, na wiki iliyopita tu Tehran ilikubali mazungumzo ya moja kwa moja. Tuna mazungumzo na Iran na imeanza. Itafanyika Jumamosi. Mkutano mkubwa natutaona, na tutaona nadhani kila mtu anakubaliana kufanya makubaliano ni bora kuliko kufanya dhahiri na dhahiri, si jambo ambalo nataka kujihusisha nalo. Hali hiyo ilijitokeza baada ya Trump kutishia Iran, ambayo ilitupiliwa mbali na Ayatollah Sayed Ali Khamenei wa Iran kama si ya uwezekano mkubwa. Trump anajulikana kwa kupindisha ukweli.